Jengelezea hapa ili pasiwe hivi, yani kawe rasmi. Sasa umejengelezea mtu asiweze kutumbukia. Maximum labda pengine tungeweza kukaa kutathmini kwamba itaweza kwa kiasi gani, tip ngapi za mawe zinaweza kutumika. Sasa na kuachia maelekezo nani, Razaro, utawasiliana na ufundi, tembelea wananchi kwa sababu ndo kazi nilionayo. Amina. Ndiyo. Alafu inchi ina matatizo mengi tukiwaachia tu wabunge wa majimbo hawawezi. Huo ndio ukweli, tunahitaji kusaidiana. Kwa hiyo mimi nitazunguka kwenye mkoa huu wote, nitaenda Lupo, nani, Ludewa, nitaenda Makete, nitaenda Makambako, nitaenda Wanging'ombe, kwa sababu mimi ni mbunge wa mkoa popote, na kanyaga kuwasikiliza wananchi wa kwamba Luponde ndani ya halmashauri ya mji mpaka leo mnachota haya maji machafu na hamjai kutana na maji ya kwenye bomba, mtu kuelewa ni ngumu. Ndio maana imebidi nije tuziambie mamlaka kwamba Luponde kuna shida kubwa ya namna hiyo, kwa sababu tusipofika wawakilishi wenu na kuyaripoti huko hawezi kujua. Ninyi mnafikiri mamlaka za maji zitashuka huko? Hamna. zinajua hii changamoto Ndio so, maana sheria iliwahurumia, iliwaweka watu wanaitwa wabunge, madiwani na wenye vitu vya vijiji ndo wawakilishi wenu. Ya, kazi yao ndo hii kusikiliza changamoto zenu na kuipelekea serikali ambayo natakiwa ndo itekeleze. Mmenielewa ndugu zangu wa Luponde, au hamjui kwamba mi mbunge nalipwa posho ambazo ni kodi zenu? Nalipa kodi kila siku. Mmenua soda, kitenge, bia, leo mmenkunywa maji, mmenua na viatu, hizo zote ni kodi mnalipa. Kwa hiyo mimi na nyi waandishi wa habari niwaambie tu ukweli, nitaendelea kupiga picha sana, kwa sababu mimi kwa taaluma ni mwanasheria. Huwezi kwenda mamlaka ya maji ukawaambia Luponde, kuna changamoto ambayo hujaenda kuiona na huna ushahidi hmm. Kisheria ni kosa hapa. kujengerezea hapa ili pasiwe hivi, yani hawe rasmi sasa, umejengelezea mtu asiweze kutumbukia, inagarimsha Maximum labda pengine tunaweza kukaa kutathmini kwamba itaweza kwa kiasi gani tipu ngapi za mawe zinaweza kutumika. Sasa nakuachia na maelekezo nani? Yeah. Razaro. Yeah. Na utawasiliana na ufundi. Sawa. Wakati mimi naenda kupambania miradi yenu ya maji iliyokufa huko mna, yeah. mradi wa maji mkubwa sana umekufa huko Rusitu, yeah. changamoto Rusitu, yeah. yeah. zilikuwa, yeah. wakati mimi naenda kupambania miradi yenu ya maji iliyokufa kama huyu tathimini tupaboreshe hapa wakati wa maendeleo na mapambano mengine, kwa sababu serikali itasema bajeti na nini. Wakati tunaendea kupambana nao at least mpate sehemu salama. Huwa yanaisha kabisa, yaani hata kama huna dhambi. Umeona hiyo story kwamba maji huwa yanaisha hata kama huna dhambi. Unatakiwa useme Bwana Yesu kwanza nisamehe, unafanya, unapiga magoti hivi, Mungu wangu, Yesu wangu, na hapo yamejaa kabisa. Hii Mtanzania kilomita ishirini toka mjini. Ndiyo. Sasa kwa kisima hiki wamama wengi mnatumaga watoto inakuwaje? mdogo sana. Shida ya maji kwa Luponde ni kubwa. Tena haijaanza leo. Ndiyo. Na tuseme kiujumla, yani, ni kama watu tunajiongeza ili kupata maisha yaendelee lakini shida ya maji ni ya muda mrefu toka kijiji kinaanza au tuseme toka uhuru, tunazungumzia masuala ya maji. Lakini sasa juzi kati hapa walitupa wali, wali, wali, wali maelekezo na wakaanza kutujengea jengea miundombinu ya maji, lakini ikafika mahala tena na yenyewe mpaka sasa haisikiki. Lakini kwa sababu tunashukuru mheshimiwa mbunge kama unayosema ni mbunge wa mkoa ambaye sasa unaingilika una, una kila mahala, yani tunashukuru sana, yani hatujawahi, Amina. Hatujawahi pata kitu kama hiki toka vijiji hivi vinaanza Amina. Na kwanza hatujawahi sikia kwamba mbunge wa mkoa yani, hata watu wanasema kwamba kura zao katika miaka yote wanapiga kura, mwaka huu kura zimeenda halali kwamba changamoto zetu sasa tunajisikia kwamba zinafika mahali, kwa sababu tumeshampata mtu anayesema. Miaka yote tulikuwa tuna msemaji ila wabunge walikwepu lakini, lakini kwa mwaka huu Kariya, au miaka hii, sio mbunge tu tumepata msemaji, yaani watu wanaoenda bungeni kusinzia wapo lakini wasemaji hawapo. <laughs> Tunashukuru tuna, tuna, tuna, tuna Mungu. Yaani kila mmoja huwa anaomba kwamba hivi itafika siku gani kwamba hata Njombe tutapata msemaji, lakini mwaka huu watu wanasema kabisa kwamba kura zao zimeenda kihalali. Kwa hivyo, kiujumla tuseme kwamba tunamshukuru Mungu kwamba hata wewe ni mpango wa Mungu. Amen. Na kama na kama watu wanabisha kwamba sio mpango wa Mungu, kwa nini usiwepo toka mida hiyo? Kwa hiyo hey, tuseme kwamba tunashukuru, na hizi changamoto zote ambazo umeziona sehemu mbalimbali tunajua kabisa zinaenda kutekelezeka kwa sababu msemaji kaio okay. Ni tuseme kwamba tunakushukuru na usichoke kuja kutusikiliza shida. Asante. Asante. Asante. ya maji kwa Luponde ni kubwa tena haijaanza leo na tuseme kiujumla, yani ni kama watu tunajiongeza ili kupata maisha yaendelee, lakini shida ya maji ni ya muda mrefu, toka kijiji kinaanza au tuseme toka uhuru tunazungumzia masuala ya maji. Lakini sasa juzi kati hapa walitupa wali, wali, wali, wali maelekezo na wakaanza kutujengea jengea miundombinu ya maji, lakini ikafika mahala tena na yenyewe mpaka sasa haisikiki lakini kwa sababu tunashukuru Mheshimiwa mbunge kama unavyosema, ni mbunge wa mkoa ambaye sasa unaingilika, una, una kila mahala, yani tunashukuru sana, yani hatujawahi pata kitu kama hiki toka vijiji hivi vinaanza. Amina. Amina. Na kwanza hatujawahi sikia kwamba mbunge wa mkoa, yani hata watu wanasema kwamba kura zao katika miaka yote wanapiga kura, mwaka huu kura zimeenda halali <coughs> kwa hiyo tuseme nini sasa? Tuseme kwamba changamoto zetu sasa tunajisikia kwamba zinafika mahala, kwa sababu tumeshampata mtu anayesema. Miaka yote tulikuwa tuna msemaji, ila wabunge walikuwepo <coughs> lakini, <coughs> lakini kwa mwaka huu <coughs> au miaka hii sio mbunge tu, tumepata msemaji. <coughs> Yani watu wanaenda bungeni kusinzia wapo, lakini wasemaji hawapo. Tunashukuru <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> tuna, tuna Mungu. Yani kila mmoja huwa anaomba kwamba hivi itafika siku gani kwamba hata Njombe tutapata msemaji, lakini mwaka huu watu wanasema kabisa kwamba kura zao zimeenda kihalamu. Kwa hivyo kiujumla tuseme kwamba tunamshukuru Mungu kwamba hata wewe ni mpango wa Mungu. Amen. Na, kama, na kama watu wanabisha kwamba sio mpango wa Mungu, hey, kwa nini usiwepo toka mida hiyo? Kwa hiyo tuseme kwamba tunashukuru na hizi changamoto zote ambazo umeziona sehemu mbalimbali tunajua kabisa zinaenda kutekelezeka kwa sababu msemaji. Kwa hiyo, okay. tuseme kwamba tunakushukuru. Na usichoke kuja kutusikiliza. Asante. Asante. Asante. Yes. Na baadaye akilisha hapa tunaenda kupata maji ili kwenda kutokea maana yake tunapotoka hapa tunakwenda kule mabondeni tena kufuata nini? Maji. Yanapo yamekata hapa. Ni <coughs> <coughs> changamoto iliyopo hapa. Okay. Wazo leo kujenga hiki kisima, wananchi tulikaa mkutano tukakubaliana, lakini tulijaribu kuja kucheki hapa tukaona changamoto ipo, nguvu ya sisi pekee kama wanamtaa hatuwezi. Uh-huh. Tukaendea na mfumo wetu ule ule wa kubomoa kujenga. Sasa sa, kama wewe ni mjumbe wa nyumba kumi ndio unatufaa sana kusimamia hili zoezi. Wewe Lazaro kanalo mbali huyu asimamie na yule fundi hapa, yes. Tunalipeleka kimtamtaa sasa

Ipo hai, naomba ipige tafu, tulipofikia tufikishe maji watu, tuonje maji ya Tanzania, ili keki ya taifa watu tuione.